apongezwa kwa kuokota dola elfu tano ni sawa na shilingi milioni kumi na tatu pointi tano za Kitanzania katika msikiti wa Maka na kuzirudisha kwa mmiliki. Mwanamke mmoja kutoka Nigeria anayefahamika kama Hadia Zainabu amepongezwa kwa kurudisha dola elfu tano sawa na shilingi milioni 13.5 alizoziokota katika msikiti takatifu wa Masjidi Haram Maka, na kuzirudisha kwa mmiliki wake raia wa Urusi. Kwa mujibu wa taarifa, Zainabu aliokota pesa hizo muda mfupi baada ya kumaliza kusali, kisha akaamua kuziripoti mara moja kwa mamlaka husika siku ya Jumanne ya wiki ya tarehe 27 2025. Je, wewe ungeweza kuzirudisha? Mungu ambariki sana. Kumbuka kwamba unafuatilia habari hizi kutoka Maith online TV. Hakikisha kwamba una subscribe una like na unashare video zetu, ili kupata video zetu zingine. Asante.